na vijana wenzangu huku mkoa wa Songwe, lakini pili kwa namna ya kipekee kwa sababu ndiyo ziara yangu ya kwanza kabisa. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kati ya vijana wengi katika nchi ya Tanzania, na akaona inafaa nitekeleze maono yake kwa vitendo. Na kwa upendeleo mkubwa sana, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tumeundiwa wizara ya maendeleo ya vijana, na wizara hii ili kuhakikisha inatekeleza majukumu yake ipasavyo ameweka chini ofisi yake yeye mwenyewe. Sasa ziara yangu hii ni ya kwanza, na siko hapa kwa utubia hotuba. Nimekuja mkoa wa Songwe na mikoa yoyote nitakayopita, nataka nisikie vijana wana hoja gani, hoja ambazo Mheshimiwa Rais anatakiwa kuzifanyia kazi. Wizara hii ni mpya kama nimesema, inawezekana kuna changamoto za kimitaji kama ambavyo tunasikia maeneo mengine, inawezekana kuna changamoto za ajira zingine zinaweza kuwa changamoto za mazingira ya kibiashara chochote kile ambacho tunafikiri kikifanyika basi maisha yetu sisi kama vijana yatakuwa bora. Hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma na amenieleza kwamba vijana katika nchi hii ni zaidi ya asilimia 60, asilimia 65 ya wananchi wa Tanzania ni chini ya miaka 35, lakini katika wafanyakazi wanaojishughulisha na shughuli za kiuchumi vijana ni asilimia 55.6 maana yake anaweka mkazo mkubwa sana kwenye maendeleo ya vijana. Kwa niko hapa ndugu zangu, kama kijana mwenzenu kusema mambo yafuatayo. Moja, sisi vijana tuna kesho kubwa sana, tunatakiwa tuitengeneze leo, na ili kesho hiyo iwe sawa sawa, maanake lazima sisi tukubaliane mwelekeo wetu. Lakini la pili, tunahitaji kuweka hoja zetu pamoja. Ziko ambazo tutakubaliana, zipo ambazo tutakuwa na utofauti, lakini mwisho wa siku tutengeneze mwelekeo mmoja wa vijana, ili mwisho wa siku tuwe na amani yetu na kila mmoja wetu atimize ndoto yake. Naamini kila kijana aliyoko hapa ana ndoto, anataka kuitimiza. Maono ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha vijana wote Tanzania ambao wana malengo na ndoto zao wanaweza kuyatimiza. Kwa kama alivyoelekeza Mheshimiwa Mkuu Mkoa, nitaweka kambi pale, nataka vijana tuzungumze, mimi nitawapa nafasi nyemu, niambie nini kikifanyika, mambo gani yakirekebishwa, jambo gani likiwekwa sawa, basi sisi vijana wa Tanzania tutaona tumetendewa haki, lakini tutaona pia tumepatiwa tunayo yahitaji, ili mwisho wa siku tuendelee kuishi kama ndugu, tudumishe umoja wetu, tudumishe amani yetu, na kila mmoja wetu kwa sehemu yake atimize ndoto zake.